ABC jimbo la Nairobi chini ya uongozi wa Askofu Dr. Mary Nzioki liliandaa kambi ya wanarika katika shule ya msingi ya Happyland Girls eneo la Kiserian County ya Kajiado. Akizungumza katika kambi hii mwenyekiti wa wanarika katika kanisa la ABC Gideon Mwaluko amesema lengo la mwaka huu ni kuwakuza mabingwa mabingwa walio imara na wastahimilivu. Pastor Andere akidokeza umuhimu wa kambi hizi kwani zitawaandaa wanarika katika maisha ya usoni, akiwashauri wasiofika katika kambi hizi kuangazia kuzihudhuria. Kanisa la ABC jimbo la Nairobi chini ya uongozi wa Askofu Dakta Mary Nzioki liliandaa kambi ya wanarika katika shule ya msingi ya eneo la Kiserian Kaunti ya Kajiado. Akizungumza katika kambi hii, mwenyekiti wa wanarika katika kanisa la ABC Gideon Mwaluko akisema lengo kuu la mwaka huu ni kuwakuza mabingwa walio imara na wastahimilivu.

And we're really happy that um, the church is investing in the youthful generation because this is sustainable. And it's the way to go because this is the current church, this is the future church, and this is so sustainable in terms of impacting the holistic generation physically, uh, spiritually. As, as a team we're looking forward to make sure that we develop a holistic youthful generation that definitely acquires knowledge to be able to be resilient champions. Kambi za wanarika zimeonekana kuwa za manufaa makubwa kwa wote wanaozihudhuria Vijana walihudhuria wakisema kuwa wamepata mafunzo yatakayowasaidia ya katika maisha yao ya usoni na kuwajenga kiroho. The very, very, really uh, uh, uh, like Pastor Andere akidokeza umuhimu wa kambi hizi kwani zitawaandaa wanarika katika maisha ya usoni, akiwashauri wasiofika katika kambi hizi kuangazia kuzihudhuria wakitoka hapa kutakuwa na change kulingana na theme ya mwaka huu, resilient championship na itaweza kuwabadilisha maisha yao na kuwa wanarika wakutegemewa in the church katika jamii. Katika kambi hii vijana hao walijihusisha na spoti mbalimbali kama kandanda, volleyboli, kuogelea pamoja na mijadala esee in my first point i'll talk about personal growth education broders one's perspective and understanding of the world. Isaac musioka undugu tv